Ke okay, habari ya muda huu wa wafuataji wa, wa Kijuki Projects. Natumaini nyote mko salama na mnaendelea vizuri. Sasa siku ya leo nimekuletea somo adhimu ambapo nitazungumzia namna ya utengenezaji wa sabuni nzuri ya kuogea kama hii unavyoitizama, hii ni sabuni ya marobaini, sabuni ambayo ni muhimu kwa kulinda ngozi pia inafanyika ni kama sabuni tiba kwa ajili ya kuweka ngozi yako ikae vizuri. Kama unasumbuliwa na mapunye, vibarango, fangasi kwenye ngozi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sabuni, ngozi yako inakuwa nyororo sana. Kwa hivyo hatua kwanza na, unahitaji kuwa na majani haya ya eh, majani ya mwarobaini. Utayaandaa vizuri, utayaosha na utatengeneza juisi ya yale majani. Kama una blender utablend; kama huna blender utayatonga, twanga, alafu utayachuja. Kama hivi unavyoona process Zinavyoendelea. Kwa hiyo hii ni hatua ya kwanza. Kwa hivyo sikaleo nitakufundisha namna ya kutumia soap base kutengenezea sabuni hizi, sabuni hizi, sabuni nzuri sana. Lakini pia kwenye kozi yangu hii ya ujasilia mali pamoja na kitabu pia nimezungumzia namna ya kutengeneza bila hata kutumia soap base, maana yake kuna baadhi ya maeneo soap base haipatikani. Kwa hiyo kuna namna ambazo nimeelekeza bila kutumia soap base unatengeneza E, sabuni pia yenye ubora uliokuwa mzuri. Kwa hivyo kama unahitaji pia vitabu au kozi zetu unaweza kunitafuta kupitia WhatsApp namba hizi zinazopita hapa chini 0742250034. Kwa hivyo hii ni hatua ya kwanza ya utengenezaji wa sabuni hizi za sabuni hii nzuri ya kuogea. Kwa hivyo ukishatengeneza e, juisi yako kama hivi utaichuja vizuri manake lengo la kutengeneza sabuni hizi ni sabuni nzuri za kuogea zenye harufu iliokuwa nzuri zenye kupendeza. Of course utaona kama utaweza kukaa hadi mwisho utapata ku, ku, kuona namna ambavo eh, sabuni hii imetengenezwa namna ambavo inavutia namna ambavo inatoa povu namna ambavo inaifanya ngozi kuwa nyororo na laini. Kwa hivyo hii ni hatua ya kwanza, unatengeneza juice kama hivi alafu hatua ya pili unaweza kuongeza vitamin C, vitamin A, unaweza e, kuongeza. Kwa hiyo e, hapa tumeongeza vitamin i kwa ajili ya kulinda ngozi yako. Kwa hivyo, kisha ongeza, unachanganya vizuri kama hivi, katika video. Kwa hivi, unachanganya kwa vizuri vidogo vidogo. Yenyewe inakuwa tayari na vipimo na kila kitu, kwa maana kwamba ni kuyeyusha na kuitumia tu. stalimemaliza kutengeneza sabuni lakini kwa maeneo ambapo soap base haipatikani, pia kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna maelekezo au kuna kozi maalum ambayo nimeelekeza namna ya kutengeneza sabuni hizi bila kutumia soap base. Pia kuna kitabu changu cha ujasiriamali; nimeandika kitabu cha ujasiriamali wa bidhaa za viwandani, pia nimeelekeza bila kutumia soap base. Unaweza kutumia soap base au usitumie soap base na utakuwa kutengeneza sabuni ambayo inakuwa na ubora ulio mzuri. Kwa hiyo baada ya kuikatakata soap base katika vipande vidogo vidogo utayeyusha kama hivi unavyoona na njia nzuri ya kuyeyusha unaweka maji yale, maji yanakuwa yanachemka, alafu ile soap base inakuwa juu ya maji, chombo kile kinakuwa juu kama hivi. Lakini ukifanya wenyewe kama hiyo, kaiyusha of course inayeyuka, lakini unaweza ukaiunguza au kupunguza ile quality ya soap base. Kwa hiyo nzuri njia ni hii hapa, ambayo tunaitumia sasa hivi. Na baada ya kuwa imeyeyuka vizuri, umehakikisha kabisa yote imeyeyuka, basi utachukua ule mchanganyiko wa kwanza utamimina katika man ile soap base vizuri, then baada hapo utachanganya. Hakikisha umechanganya kama vile vile unavyokuwa unatengeneza sabuni tu ya kawaida, hakikisha unachanganya vizuri hadi mwisho. Ikichanganyikana vizuri, basi utaongeza vitu. Vingi vipo vya kuongeza vile vile, lakini si lazima kuweka vyote. Lakini kwa siku ya leo kama hapa, unaweza kuweka hiyo aloe vera gel, unaweza kuweka eh, vipo vitu vingi of course, unaweza kuweka manjano, unaweza kuweka aloe vera, yani vipo vitu vingi sana vya kuongeza lakini kwa siku ya leo tutaweka aloe vera jeli na vitu vingine vichache sana. Glycerin ni ya muhimu sana kwa sababu inasaidia ngozi. Ya, kwa unaweza kuongeza eh, mafuta tofauti tofauti lakini si lazima kuweka yote hayo kama hayapatikani kwako. Lakini coconut oil inapatikana; mafuta ya nazi yanapatikana tena ni kwa urahisi kabisa. Kwa hiyo baada ya kwa umeweka hapo, unaweza kuweka eh, tunamaanisha yenye harufu iliyokuwa nzuri yenye kuvutia. zipo, glisa, I mean, perfume. zipo perfume nyingi sana, kuna roses, kuna strawberry, kuna... Zipo nyingi sana. Unachagua ambayo unaipenda. Hatua ya mwisho, na baada ya hapo chukua ule mchanganyo wako, weka katika mold nzuri yenye shape nzuri. Baada ya kuweka hapo, utaiacha ikaiwalau ndani ya masaa sita kuanzia masaa sita mpaka masa masaa kumi na mbili. Tayari, imekwisha. E, hasa kwa mtu ambaye anahitaji labda kutengeneza bidhaa ambayo inakuwa ni bora zaidi, ningeshauri upate kitabu hiki cha ujasiriamali, ambapo of course kwa sasa hivi nimetoa kwa bei ya ofa. Gharama ya kawaida ya kitabu huwa ni shilingi elfu ishirini na tano, lakini kwa sababu huu ni mwanzo wa mwaka, nimetoa nafasi hamsini za kupata kitabu hiki kwa shilingi elfu kumi. Uh, all all, kuna bonus nyingine utaipata kama utoka miongoni mwa hawa watu hamsini wa offer ndio niliyoitoa basi, utapata course yenye thamani ya shilingi elfu hamsini na tano utaipata bure kabisa. Course hii inakuwa ni mafunzo kwa njia ya videos kwa vitendo, ambapo gharama yake kawaida huwa ni shilingi elfu hamsini na tano lakini siku ya leo kama utawahi miongoni mwa nafasi hizi hamsini zilizobakia basi utapata kwa shilingi elfu kumi hiyo. Alafu kozi kumi hii, uh, hii utaipata bule, maana utalipia kitabu kwa shilingi elfu kumi then shilingi elfu hamsini na tano sabuni za maji nzito na vitu vingine vingi sana kwa hivyo